Tuko wabwana katika mali ya Mungu katikati yetu, kati Mungu anataka kusikia kutoka kwetu. Hebu endelea kumwadhimisha Bwana, hebu mshukuru Mungu wakati huu, tunamwambia Bwana asante kwa jinsi yale wanasema na sisi. Hebu mshukuru Mungu, hebu mwadhimisha Mungu, mtu wa Mungu katikati yetu katika, hebu tumwambie Bwana jina lako jina la Bwana, hebu tusikizishe mbele mbele za Bwana usuzu kama mtu mmoja. Mungu yuko katikati yetu jioni katika siku hizi, siku nne, Mungu ametutembelea. Hebu mwambie Bwana asante, sauti yako

Ya, Mungu umesema ya kwa mataifa yetu niko katika moyo wako, ya kwa mataifa yetu Bwana umenichagua, ya kwa mataifa yetu Bwana umelipa upendeleo ni kwa, ya, kwa, ya, kwa ajili yako mwenyewe umenipendelea ni kwa sababu yako mwenyewe, ni kwa sababu na makusudi nayo, ndio maana Bwana atatui ameinuka kwa ajili ya kutaka kuli kusudi lako katika taifa hili, na mtakatifu uko mtakatifu, utasema ya Bwana, hakuna kitakachofanyika chini ya jua jua ambacho Bwana utaweza kukifunga kwa watumishi wako, kwa manabii wako. Maana Jehova, katika hizi siku nne umezitenga kutufungulia kupitia kinywa cha nabii wako yale ambayo wa adui anataka na kuyafanya katika taifa letu. Jehova, tunakutukuza Jehova, tunakuinua atakapo sema na sisi

ema Mungu asikie kama ni mtu mmoja ambaye anasema bele zake. Baba, Bwana tunakutukuza, Bwana tunakuadhimisha, Bwana tunakuinua. Baba tunasema asante, tunasema asante, umesema na sisi nasi tumesikia. Mungu tazamaye, Bwana kuna uwakilishi kutoka mekwa balembali Ejehova, ili Mungu ili yetu Bwana tunapokuinulia kukusifu kukutukuza na kukuona, ili ya kwamba yale yaliyokusudia boi yasitimie Baba, tuko mitua mbalimbali Baba, jioni tumesikia yalayotumesia watu tumesikiria tumesikia Baba, tumesikia Baba, tumesikia na Mtakatifu. Tunasema asante, asante kutusema nasi, asante kunifunua yaliyo kwa siri Bwana, yaliyo kwa siri ambaye atui amekusudia kuyafanya Baba. Tuna kusurukulu baba, tuna kutukuza Mungu wetu, tunakuadhimisha Mungu wetu, tunakushukuru asante.